Mathayo, sura ya tano. Yesu alipoyaona makundi ya watu alipanda mlimani akaketi. Wanafunzi wake wakamwendea naye akaanza kuwafundisha. Heri walio maskini rohoni maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio na huzuni maana watafarijiwa. Heri walio wapole maana watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya kufanya atakavyo Mungu, maana watashibishwa. Heri walio na huruma, maana watahurumiwa. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Heri wenye kuleta amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wanaoteswa kwa sababu ya kufanya atakavyo Mungu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri yenu nyinyi watu wakiwatukana wakiwadhulumu na kuwasingizia kila aina ya uovu kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, maana tuzo lenu ni kubwa mbinguni. Hivyo ndivyo walivyowadhulumu manabii waliokuwako kabla yenu. Nyinyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena, ila hutupwa nje na kukanyagwa na watu. Nyinyi ni mwanga wa ulimwengu Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Wala watu hawawashi taa na kuifunika kwa debe, ila huiweka juu ya kinara, ili iwaangazie wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo, ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani kuwa nimekuja kutangua sheria na mafundisho ya manabii Sikuja kutangua bali kukamilisha. Kweli nawaambieni, mpaka hapo mbingu na dunia zitakapopita, hakuna hata nukta moja au sehemu ndogo kabisa ya sheria itakayoondolewa mpaka yote yametimia. Basi yeyote atakayevunja hata amri moja ndogo kuliko zote na kuwafundisha wengine wafanye hivyo, huyo atakuwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Lakini yule atakayezishika na kuwafundisha wengine huyo atakuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Ndiyo maana nawaambieni, wema wenu usipozidi ule wa Mafarisayo na waalimu wa sheria, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmekwisha sikia ya kuwa watu wa kale waliambiwa, usiue. Atakayeua lazima ahukumiwe. Lakini mimi nawaambieni yeyote anayemkasirikia ndugu yake lazima ahukumiwe. Anayemdharau ndugu yake atapelekwa mahakamani. Anayemuita ndugu yake pumbavu atastahili kuingia katika moto wa jehanamu. Basi ukipeleka sadaka yako mbele ya madhabahu na hapo ukakumbuka kwamba ndugu yako ana ugomvi nawe Iache sadaka yako mbele ya madhabahu, nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi utolee sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi, mkiwa bado njiani kwenda mahakamani. La sivyo, mshtaki wako atakukabidhi kwa hakimu, naye hakimu atakukabidhi kwa askari, nawe utafungwa gerezani. Kweli nakwambia, hutatoka humo mpaka umelipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba watu waliambiwa, usizini Lakini mimi nawaambieni, atakayemtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha zini naye moyoni mwake. Basi kama jicho lako la kulia linakukosesha, ling'oe ukalitupe mbali. Afadhali zaidi kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko mwili wako wote kutupwa katika moto wa jehanamu. Na kama mkono wako wa kulia unakukosesha ukate ukautupe mbali. Afadhali kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko mwili wako wote uende katika moto wa jehanamu. Ilikwisha semwa pia, anayemwacha mke wake yampasa ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambieni, anayempa mkewe talaka, isipokuwa kwa sababu ya uzinzi, anamfanya azini, na mtu akimwoa mwanamke aliyepewa talaka anazini. Tena mmesikia kwamba watu wa kale waliambiwa, usivunje kiapo chako, bali ni lazima utimize kiapo chako kwa Bwana. Lakini mimi nawaambieni, msiape kamwe, wala kwa mbingu, maana ni kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa dunia, maana ni kiti chake cha kuwekea miguu, wala kwa Yerusalemu, maana ni mji wa mfalme mkuu, wala usiape kwa kichwa chako maana huwezi kufanya hata unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Ukisema ndiyo, basi iwe ndiyo; ukisema siyo, basi iwe kweli siyo. Chochote kinachozidi hayo hutoka kwa yule mwovu. Mmesikia kwamba ilisemwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Lakini mimi nawaambieni usimlipize kisasi mtu mbaya. Mtu akikupiga kofi shavu la kulia, mgeuzie pia la pili. Mtu akikupeleka mahakamani kutaka kukuchukulia shati lako, mwache achukue pia koti lako. Mtu akikulazimisha kubeba mzigo wake kilomita moja, ubebe kilomita mbili. Akuombaye mpe, wala usimpe kisogo anayetaka kukukopa kitu. Mmesikia kwamba ilisemwa mpende jirani yako na kumchukia adui yako. Lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu nyinyi, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana yeye huwaangazia jua lake watu wabaya na wema na kuwanyeshea mvua watu wanyofu na waovu. Je, mtapata tuzo gani kwa kuwapenda tu wale wanaowapenda nyinyi? Hakuna! Kwa maana hata watoza ushuru hufanya hivyo. Kama mkiwasalimu ndugu zenu tu, je, mmefanya kitu kisicho cha kawaida? Hata watu wasiomjua Mungu nao hufanya vivyo hivyo. Basi muwe wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.